Ebana unaambia kwamba maisha huwa yana changamoto nyingi sana. Kuna sometimes unaweza kupitia kitu ambacho kinakufanya uhisi kwamba unahitaji na mtu wa kukaa naye, kuzungumza naye, kumueleza matatizo yako ama kujeleza takriban kama shilingi milioni kumi fulani hivi za Kenya, na hii analipwa kwa mwaka kwa kukodiwa kama rafiki wa kukaa kimya. Ehe, naomba unielewe freshi. Huyu ni jamaa ambaye unaambia kwamba huwa anatoza takriban kama dola sitini na tano aa, na yani kati ya dola 65 mpaka dola miamoja tisini na tano kulingana na makubaliano yenu, na hii ni kwa kila kikao. E, Morimoto unaambia kwamba ameenda zaidi ya vikao elfu nne hivi na kwa takriban miaka minne, yani in four years mshikaji amekuwa kwenye vikao uh, kama elfu nne hivi, na sasa unaambia kwamba yeye kazi yake ni kutoa tu uwepo wake bila kuzungumza chochote kwa anaohitaji usikivu ule ambao hauna hukumu. Yani, unataka mtu akusikilize tu uzungumze, alafu asikuhukumu, asikujaji hata kidogo. Sasa ndio kazi ambayo huyu mshikaji Shoji Morimoto anaifanya. Sasa unaambia kwamba huyu ni rafiki, hukaa kimya yani. Unamuita, mnaketi, unaanza kuzungumza chochote ambacho utakizungumza, alafu kila ambacho mnakwenda kuzungumza kinabaki na yeye yani, inakuwa ni siri yake, alafu pia hata ukaka kuhukumu akakujaji ama akasema vitu ambavyo vitafanya hali yako izidi kuwa mbaya zaidi Sasa ndo kazi yake kitaalamu kabisa, alafu naambia kwamba wateja wake mlipa kwa sababu mbalimbali mbali. Kwanza ni kuandamana na ile kampani tu kama jioni fulani hivi yenye utulivu wake. Ehe, sometimes unahitaji kwenda kushiriki matukio muhimu ehe, ama kwenda kupambana na upweke. Si unajua sometimes mtu anakuwa yuko so lonely. sasa kiasi kwamba una marafiki kabisa inabidi ujamaa sasa, una, una, una mhaya kabisa una mkodi. Lakini hata hivyo, unaambia kwamba Marimoto ana mipaka madhubuti, ana zile boundaries na limit zake. Unaambia kwamba haizi kubali kazi za kimwili yani, uweze kuwa mpweke eh, kama ni mtoto wa kike kwa mfano, alafu ukamuita eti mshiriki tendo ama mkafanye mapenzi. Mshikaji anasema uwafanye vitu vya design hiyo, lakini pia uwakubali mialiko ambayo inahusiana na safari za mbali lakini pia uh, hawakubali vitu ambavyo vipo nje ya maadili yake. Unajua, anasema kwamba ana boundaries pia katika kazi yake. Mimi nakuuliza swali moja, unaweza kumkodi huyu mshikaji ama pia unaweza ukakaa umejitolea kufanya kazi kama hii hapa? Maana Shoji Marimoto kazi yake yeye ni kuwa haya, ndio anakodiwa tu na washikaji wa keti azungumze, mwamba msikilize, alafu basi ndio inakuwa kama hivyo. Hebu nipe maoni yako pale chini kwenye comment section mzee.